Kwa hiyo madiwani wameona kwa busara zao kwamba jimbo libaki zile zile, lakini kata zigawanywe. Kwanza, wabunge wote kwa nafasi zao ni wajumbe wa baraza la madiwani. Kwa Kiswahili chepesi, wabunge ni madiwani kama madiwani wengine. Lakini kwa bahati mbaya, leo sijamona mbunge yote ambaye ameshiriki kwenye baraza letu la madiwani, sio mbunge wa jimbo wala sio wabunge wa viti maalum. Sasa kwamba kwa nini hawajahudhuria, bado sijapata udhuru wote au taarifa yote ya kwa nini hawajahudhuria nayo kwa, e, kwa maandishi Ndugu waandishi wa habari, leo tulikuwa na baraza maalum la halmashauri ya, ya madiwani wa halmashauri ya jiji la Arusha, na agenda ya baraza ile ilikuwa ni moja, kwa sababu baraza maalum kwa kawaida inakuwa na agenda moja, haina agenda ya pili, na agenda yake ilikuwa ni mchakato wa kuangalia kama tunaweza kugawa jimbo la Arusha kuwa majimbo mawili, lakini pia kugawa kata ambazo ni kubwa sana, ina watu zaidi ya laki moja, pengine kama kata ya kwa hiyo katika maazimio ambayo yametokea baada ya vuta ni kuvuta ya kikao cha baraza la madiwani madiwani wote kwa pamoja wameazimia kwamba jimbo la Arusha halina sababu ya kugawanywa, na sababu walizotoa ni kwamba jimbo la Arusha ni dogo, ina ukubwa wa eneo la kilometa za mraba mia mbili sabini na mbili wakati tunatafuta uh, kuwa na hadhi ya, ya, ya, ya jiji, wakati ule tulikuwa na kilometa nafikiri, kilometa za mraba tisini na tatu sasa ikabidi tuongezwe kwenda kilometa mia mbili na sabini na mbili ili tupate status ya jiji. Sasa kwa kutoa kutoka kwenye kilometa za mraba mia mbili sabini na mbili kurudi mpaka kwenye kilometa mia na mia moja na ngapi za mraba, maana yake unapoteza tena ile hadhi ya jiji. Kwa hiyo madiwani walichoona kwamba kwa sasa hakuna umuhimu wowote wa kugawa jimbo. Sasa haya ni maazimio ya baraza la madiwani, ambacho ni kikao cha kwanza kabisa baada ya kile kikao cha kamati ya fedha na wameazimia hivyo, lakini sambamba na hilo wamekubaliana kwenye kugawa baadhi ya kata kata kama nane, zinagawanywa kuna kata ya Sokon 1, kuna kata ya Terat, kuna kata ya Murit, kuna kata ya, uh, Moshono na kadhalika. Kata hizo zitagawanywa kati ya kata tatu kwa kata moja, kwa mfano kata ya Murit na fili imegawanywa mara tatu, lakini kata ya Sokon 1 nayo imegawanywa mara tatu, lengo tu ni kuhakikisha kwamba maendeleo yanaenda kwa wananchi kwa namna rahisi, maanake ukiwa na kata kubwa, kwa mfano kama kata ya Murit, kutoka mtaa mmoja kutoka kwa Morombo kule kwenda Lesio kule chini, ni zaidi ya kilomita pengine ishirini, na sasa upeleka maendeleo kwa namna hiyo ni ngumu sana, lakini ukigawa kwenye kata tatu, maana yake maendeleo wananchi watapata katika sehemu moja. Kwa hiyo lengo la madiwani ilikuwa nzuri, lakini pia mitaa tumegawanya pia baadhi ya mitaa, kwa kuhakikisha kwamba wananchi wanafikiwa na maendeleo kwa namna rahisi. Kwa hiyo kwa kifupi, baraza la madiwani ambayo imekamilika muda mchache uliopita imetengeneza hayo maazimio la ku la, kugawa baadhi ya kata, lakini kwa upande wa jimbo wamesema hapana, jimbo la Arusha bado libaki kwa vile vile, kwa sababu bado haina ukubwa wa kutosha na bado iko iko kwenye iko kwenye mazingira salama ya kiuendeshaji. Tutakuwa na kata kati ya 34 na 35 baada ya kugawa kata zile tisa zilizoko kusini mwa jiji la Arusha ya uchaguzi ilitoa maelekezo kwa, ba, kwa baadhi ya majimbo ambayo yalikuwa ni makubwa ambayo yalikuwa yanaonekana kama kubaki kwa jimbo moja ni changamoto. Nafikiri kwa sababu nilipokea barua kutoka ofisi za juu kutoka TAMISEMI, lakini kutoka kwenye tume wametoa mapendekezo pale, watu wanapoona kama inafaa kugawanya jimbo basi igawanye, lakini sidhani kama ni mashinikizo. Nafikiri ni, ni utaratibu tu wa kawaida kila wa serikali kila baada ya miaka kumi, basi kuangalia namna gani wanaweza kuboresha mipaka ya majimbo mbalimbali mbali, au eneo la kijiografia la, la, la majimbo fulani fulani. Kwa hiyo sidhani kama ni shinikizo, bali mimi nafikiri ni utaratibu wa kawaida wa serikali. Ah, wabunge wakiwa kwenye baraza la madiwani, kwanza wabunge wote kwa nafasi zao ni wajumbe wa baraza la madiwani. Kwa Kiswahili chepesi, wabunge ni madiwani kama madiwani wengine, lakini kwa bahati mbaya leo sijamuona mbunge yeyote ambaye ameshiriki kwenye baraza letu la madiwani, sio mbunge wa jimbo wala sio wabunge wa viti maalum. Sasa kwamba kwa nini hawajahudhuria bado, kama mwenyekiti wa kikao kile sijapata udhuru wote au taarifa yoyote ya, kwa nini hawajahudhuria. E, taarifa wanayo, e, taarifa wanayo kwa maandishi ni kwamba sasa kata kama Mureta ambako ofisi ya, ofisi ya mtendaji iko kwa mrombo pale, lakini mwananchi mmoja anatoka kutoka Lesio kilomita ishirini na tano. Sasa yule mwananchi wa Lesio atakuwa na kata inaitwa Nadosoito ambayo iko pengine kilomita tano kutoka kwenye eneo lake analoishi. Kwa hiyo maana yake umesogeza huduma kwa wananchi. Kwa hiyo faida kubwa ni ya kusogeza huduma kwa wananchi, kwa maana sasa zitatokea ofisi za kata uh, tisa au kumi ambazo hazikuwahi kutokea. Lakini mitaa pia kuna, kuna kipindi mtaa uh, moja kule kata ya Terat au Muriet, ina ukubwa sawa na kwa kata ya Kaloleni kati Sekei na Levolosi pamoja, huo ni mtaa moja sasa. Imagine mtaa mkubwa kiasi hicho kwa diwani mmoja kushughulikia inakuwa changamoto. Kwa hiyo tunapogawanya kata, kata maana yake tunapeleka huduma karibu kwa wananchi. Kwa hiyo madiwani wameona kwa busara zao kwamba jimbo libaki zile vilevile, lakini kata zigawanywe kwa majina. Vincent Wilson ni diwani kata Sakina. Kwanza waandishi habari nishukuru kwa fursa hii ya ku Forum ya kuongea na nye kwa machache haya. Sisi kama madiwani wa jiji la Arusha, eh, tulipata proposal siku ya jana, nilikuwa pia kama mjumbe wa kamati ya fedha, eh, ya baadhi ya kata kadha kadha ambazo zina ukubwa, ukubwa mkubwa sana, walikuwa na maombi yao kupitia vikao vyao vya ODC, wakiomba kwamba kata zao zigawanywe kwa ajili zi, zi ya malalamiko ya wananchi pia, wanapata huduma katika mazingira ambayo sio mazuri. Uh, katika kata ambazo walikuwa wameomba zigawani kama kata nane ambazo zina ukubwa mkubwa, kuna kata ya Muriet, kuna kata Mushono, Sinoni, Lemara. Uh, na kwa ajili ya mazingira ya ukubwa wa kata na kiukweli, ndugu mwandishi wa habari Sukunwani, uh, niseme tu zahiri pia kwa siku mbili tatu nne nafikiri pia umeona malalamiko wananchi wengi wakiwa wanalalamika kwamba miundombinu mibovu huduma za kijamii wapati, lakini changamoto kubwa ambayo inasababisha washindwa kupata huduma hizo ni ukubwa wa kata. Lesi unaenda kata ya, kata ya mfano, lesi tutoe mfano kata ya Muriet. Umbali kutoka mwanzo wa kata hapa Field Force mpaka ufike kule chini. Rafiki kwa haraka kwa sababu ni kama kilomita 15 mpaka 20 ambao ukiangalia ni umbali mrefu sana ambao pia diwani wa kata pamoja na mtendaji wanashindwa kuhudumia kata hiyo. Kwa hiyo kwa vikao ambao vilianzia katika ODC na kwa lugha nyingine nikisema ODC ina maana ni mawazo ya wananchi wa zao, ya wananchi kuletwa kwenye ODC kwa kupitia kwenye viti vya mitaa. Kwa hiyo walipeleka katika ODC zao, lakini baada ya hapo taarifa ile e, iliwasilishwa hapa jiji na ndio maana kama baraza la madiwani tulipokea taarifa hiyo na hatuna la kupinga kwa sababu wenye mamlaka na kata zao na mitaa yao wameridhia wao, mitaa yao na kata zao zisiweze kupunguzwa. Kwa hiyo sisi kama tu ni mchakato wa vikao wa kubariki maamuzi yao ambao wamepitisha kutoka kwenye ngazi za mtaa na kuja kwenye kata. Swala la jimbo tumejaribu kuangalia kwanza ukubwa wa, wa, wa jiji la Arusha kama Mstahiki Meya alivyokuwa ameongea kwamba la ukubwa wa kilomita za mraba 272 lakini pia paka linakuwa jiji ni kwamba baadhi ya kata mbalimbali ambazo zilikuwa pembezoni walizitoa kutoka Arumeru, Arusha DC na kuzileta jiji ili waweze kupata kukidhi vigezo vya kuitwa Arusha jiji. Sasa leo tena mnarudi katika mchakato ule ule kile kidogo mnataka tena mkipunguze. Tukaona itakuwa sio nzuri wala haitakuwa na utaratibu mzuri wa kupunguza zile kilomita tena chache uweze kuzikata zaidi tuka, kwa hiyo tukapitisha kwamba hatutaweza kuligawa jimbo la Arusha mjini.